Majina yangu naitwa Dorice Mpatili kutoka Kanda ya Victoria. Hiki chama sasa hivi kina walaghai na wababaishaji, ndo waliojaa huko kwenye uongozi. Na hii biashara mnawaambia watu uongozi mpya, uongozi mpya, huu ni uongozi uliokuwepo, huu ni uongozi unaojua Chadema malengo yake yalikuwa ni nini? Katiba yetu sisi tunashushua huku chini. Ni hawa hawa viongozi na wajumbe wa Kamati Kuu walikaa wakaiandika hiyo katiba wakatushushia huku chini. Leo wanapokuja na hizi hoja zao, no reform, no election, alafu mtu anashupaza macho, anashupaza mishipa. Watanzania, mtambue siyo kila mtu anayekuwa na mawazo mbadala ni G55. Mimi siyo G55, sio, lakini kwa haya yanayoendelea leo kwenye Chadema yetu nimeona ni upuuzi na ubabaishaji mtupu. Ndio maana nimeamua ni heri nikawaunge hawa mkono ambao naona wanatupa dira, wanatoa mwelekeo. Mimi sina mpango wa kugombea udiwani, sina mpango wa kugombea viti maalumu, sina mpango wa kugombea chochote kwenye nafasi za kimaamuzi za kiserikali, sina sina. Kwa hiyo hao wanaokuja na hizi hoja oh, jii njaa jii sijui vitu gani, waambieni tupo wengi ambao hatuna malengo ya kugombea chochote kwenye nafasi za kimaamuzi za kiserikali mheshimiwa Lissu ajirejeshe, ajirejeshe huko nyuma. Wakati anafanya kampeni alisema sitaki machawa. Sasa leo kwa nini machawa ndio amekuwa washauri wa, wa huu wa uongozi? Yani chawa akipiga no election wote, eti akinalema ondokeni, ondokeni Mheshimiwa Lema anachonizidi nizidi mimi labda ni hiyo hiyo platform ya kibunge leo aliyoipata, ameenda bungeni, kwa hiyo miaka kumi amekuwa mbunge, lakini sisi ni wapiganaji wa chama hiki na wapambanaji wa chama hiki, miaka tumeenda fildi, tumelala fildi ma- mapambano ya Arusha Januari tano mimi nilikuwepo. Wewe leo umefanya firidi gani? Wanataka wakute tu wameandaliwa kama hivi mapodium ma mamaiki haya, wapige tu hapo uongo uongo wao, waondoke. Siasa sio podium tu na maiki, ndugu zangu, siasa ni mikakati, ni mikakati thabiti, sio podium tu na maneno. Tunajuana Watanzania 2019 ni wakumbusha wa Tanzania, tulisusia uchaguzi wa serikali za mitaa, ulinikuta jimbo la, la, la, la siha na ndao wagombea si tulisusa? Hatukususa Watanzania, Chadema iliingia kwenye uchaguzi, si kuingia. What happened? CCM hasusiwi. CCM ukimsusia nakomba sinia lote. <laughs> kwa, kwa, kwa kifupi najivua na hiyo hiyo huo hiyo na nafasi yangu ya ukatibu wa kamati ya, ya mafunzo kanda ya Victoria, na najiondoa rasmi leo Chadema, kwa sababu sioni dira, sioni mwelekeo, sioni future, sioni hao Watanzania wakwenda kupambana ukinukisha kuzuia uchaguzi.